Sifa zake mambo aliyoyafanya, kazi alizozitekeleza, zimeongewa kwa kirefu na wenzangu walionitangulia. Kwa hiyo mimi nitaongelea mambo mawili. La kwanza ni shukrani zetu wana Namtumbo na watu wa mkoa wa Ruvuma kwa kumteua mgombea mwenza anayetokea mkoa wa Ruvuma. La pili ni shukrani zetu kwa Rais Samia Suluhu Hassan kumteua Dr. Juma Zuberi Homera kuwa mkuu wa mkoa ambao sio mwepesi, alikuwa mkuu wa mkoa Mbeya, lakini pia kumkubalia ombi lake la kuja na mtumbo ili awatumikie wananchi wa Namtumbo. Kwa haya mambo mawili e, kwa niaba ya wenzangu wa mkoa wa Ruvuma napenda nitoe shukurani. Kwa hayo mengine mengi yameongewa utekelezaji wa ahadi katika sekta ya afya, elimu na miundombinu, ahadi ambazo ni ilani, mkataba uliopo baina ya sisi wananchi na Chama cha Mapinduzi kuhusu mambo yatakayofanyika miaka mitano ijayo. Kwa hiyo kuhusu rais, naomba nisirudie rudie, rudie. Nichukue muda kidogo pia kuongea kuhusu Dr. Juma Zuberi Homera Mmetaja mengi sana mnayoyafahamu nyie kuhusu Dr. Juma Zuberi Homera, naomba ni yataje machache ambayo huenda hayajulikani vizuri kwenu. Huyu ndiye mgombea mwenye umri mdogo kuliko mgombea yote mkoa huu. Namtumbo, mmetuletea mgombea kijana mwenye nguvu zake, na hii nikiangalia huu mkutano nimehudhuria mikutano mingi ya kampeni. Mkutano wa Namtumbo una vijana wengi, huko kwingine kuna wazee kuliko vijana. Kwa hiyo ninaamini hiyo ni kwa ajili ya imani mlionayo na mgombea kijana mliotuletea. Kama kawaida, vijana ni majasiri na sio waoga. Kitendo cha yeye hivi, mnaujua ukuwa mkoa wa jamani? Wana Namtumbo, ukuwa mkoa mnaujua mimi nisingeuachia, nina umri kidogo, ningesema hapa na baki. Lakini huyu kijana ameacha hiyo nafasi ili aje atutumikie sisi, si kwa sababu anategemea nafasi nyingine yoyote. Hapana, kwa sababu saa hizi tunamchagua mbunge. Kwa hiyo amekuja kwa ajili ya ubunge, ubunge ndio uliopo juu ya meza kwa maana hiyo amekuja kwa sababu ya mapenzi yake na wananchi wa Namtumbo, nimpenda maendeleo, ni msomi mbobevu. Dkt Homera ni daktari mwenye digrii tatu, lakini hata huko alikofanya tasnifu ya digrii yake ya uzamivu alifanya matatizo yaliyopo Namtumbo aliamua kubobea yale yanayopatikana Namtumbo. Alifanya tasnifu yake katika swala eneo la migogoro ya wakulima na wafugaji. Hili tatizo tulilonalo hapa, yeye ni mbobevu, na mimi naamini sasa limepata mechi yake. Chama chetu, kuna wakati tunaambiwa tuna tatizo la kusikiliza vijana. Dr Juma Homera ni sauti ya kizazi kipya ni sauti ya vijana.